Unafahamu taa unako au kijiji unachotoka unakufahamu? Yeah, kunaitwa nini? Mavanga, Mavanga. Kwa hiyo huku unakoonyesha ni Mavanga huko? <laughs> <laughs> Hey? Mtoni, mtoni, mtoni ndio unakokaa wewe. Ulifika tu kumsalimia. Kwa hiyo huyu, huko mnakoendaga na ye huwa anaenda? Huyu. Eh. Huyu, huyu? Huwo anaenda huyu aendagi, anaendaga? ah, anaendaga <laughs> mnafanyaga kazi gani uliniambia? Ulima. Ulima. Eh. na kingine mchota maji. Kingine mkubwa wenu nani? ndo mkubwa wendo unaongoza kazi zote? we mdogo. Wemdogo. Na huyu mdogo ndio kiongozi? anakaa e? wapi anakaa? mdani anakaa mdani. we ah, wa wangu ni mkubwa wako ba, mkubwa wangu baba mkubwa wako eh. Ndio kiongozi eh. Aha. Aww, miwa, kwa nywe wao mkitoka hapa mnaenda wapi? au mimi ndipo kwa nasoma na nani ke nani. Basi sababu ya kwanza kiusalama zaidi wa kwake. Maana yake tukimwacha hapa kwanza, ye mwenyewe aelewi maelezo yake yanayoeleza, aelewi aende wapi. Kwa hiyo tayari tumeshatoa taarifa kule, muda si mrefu polisi wakifika, basi na wao wataendelea na taratibu zao, msije mkasema mbone tumekaa tu sasa, atuelewi nini ambacho kinaendelea. Asante kwa. majina yangu naitwa Elizabeth Haule naishi mtaa wa Ngalanga, nimepigiwa simu asubuhi na rafiki yangu akaniambia kuna mchawi ameanguka huku nyumbani nikatoka nyumbani nikafika hapa nafika kweli, nikamkuta mama anahojiwa, najieleza kwamba kweli yeye usiku saa nane alikuwa ametoka sehemu kunywa na bwana yake. Sasa katika kurudi nyumbani, bwana akamwambia usipite hiyo njia, yule mama akasema hivi mimi napita huku, walipopishana mwanamke akapita njia huku, akaja kumpitia rafiki yake ambaye ni binti, nimemkuta hapa na makovu makovu usoni, amesema huwa wanampitia kila anavyoenda usiku kuwanga huwa anampitia huyo mama, anampitiaga huyo binti mwenye kifafa, kifafa huyo kwao. Nikakuta yule mganga anapomhoji anasema, ndio mimi hapa huwa napita hapa namchukuaga huyu dada. Yule dada naye anasema kweli. Mnaendaga wapi? Huwa tunaenda kulima mashamba ya watu. Mnalima yeye nani mkubwa wenu kule? Akasema ni vitani, vitani sijui ametaja jina Ho, oh, oh, huo kwa mnafanya nini? Bwana, wananyonya damu kwenye ng'ombe wanakula hawa wabinti wadogo ambao ni wachawi wadogo, halafu yeye mkubwa hanyu zile damu anawatuma kunyonya, kunyonya damu kwenye ng'ombe wanakunywa kama ndio chakula. Halafu huyu amesema kwamba wale wananipigaga mpaka najikojolea kule shambani tunakolimishwa Wakati huo alikuwa anajaribu kuondoka na, paa, na mikono yake mganga akamzuia; akamwambia, we, tulia usiondoke, unaenda wapi? Jieleze vizuri, haseni maelezo mengine hayatoki kwao. Nilichokishuhudia kwa ufupi ni hicho ila, da, ila mga mchawi mwenyewe amethibitisha kwamba yeye ni mchawi. Yanaleta picha mbaya kiujumla kwa sababu si vitu vya kufurahisha, yaani ni vitu vinavyorudisha maendeleo nyuma kiujumla, yani kwa mtazamo wangu E, maana kama mtu anasema sisi tunalala usiku afu nyie like, anatubebesha kutulimisha utulimisha uko anafanya nini? Si vitu vizuri. Labda unavyoona hivi kwa mwenzio, ndio kujifunza kubadilika, kwamba hayo mambo hayana maana. Kwa saizi hayana maana yoyote, yalipitwa na wakati. Kwanza ni mambo ya kishamba. Wenzio wamelala usiku usingizi, wewe unapita na wanga kwenye nyumba za watu, ni kurudishana nyuma. Kama hivyo anaonekana na samaki pale sana na amenunua duka gani Ina maana amebeba kwenye maduka ya wenzie wakiwa wamefunga ameingiaje? Ndio kama vile kwao ni vitu ambavyo havina maana yoyote kwao, inahitaji mabadiliko, tubadilike, tuachane na vitu vya zamani, yani havituletei maana yoyote. Nikurudisha tu kwa, kwa majina anafahamika kama John Simon Mgaya, ni, ni mjumbe wa mtaa, lakini asubuhi nimepigwa simu na balozi mwenzangu hapo kwa bwana mwenzangu, niko nachangisha ni mchango lakini mtaani kwetu naona kuna tukio limetokea. Nikasema bwana izako, nikuwa safari kidogo bado nimelala uchovu. Akasema bwana amka, hivyo hivyo uende waangalie ile tukio. Kweli nimekuja hapa tukio nimeliona, nikamrudishia majibu balozi kwa bwana e, kweli hapa pana tukio, pana mtu yuko hapa na watu wapo tayari wamefika, watu hapa basi kaonekana kaone, mimi bado nachangisha mchango namna kaji ngoja, basi uone namna itakuwaje hapo. Basi mimi nikaa, nimempigia mjumbe mwenzangu, naye akaja akashuhudia tukio. Aa, sisi tukafika kwa mwenye nyumba tukamuuliza imekuwa kuaje, mwenye nyumba akajaribu kutoa ufafanuzi kwa huyu mtu ametua sanani za usiku, yani ishara zilivyofika, nimelala najikuta kama kuna kitu ila anapewa ishara na, na Mwenyezi Mungu kama niushushe moto niushushe moto. Kwa hiyo baadaye ikaonekana kama tsk, hili jambo ni, ni la imani za kishirikina unaona, ndio likaa liko hivyo. Amsema na jirani akaa amesikia kile kishindo, hatimaye yule jirani akaja. Alivyokaa, alivyokuja akajaribu kuhojiana na huyo na, na, na mtu huyu mtu mara akasema nimepotea njia, mara yaani hawezi kuzungumza vizuri, mara si naenda Mavanga, yaani maelezo yakawa maelezo yakawa hayajitoshelezi. ah ha, mimi ni jirani wa, wa nyumba hii hapa nikaona ni mbwa wanabweka sana usiku, walivyobweka nikajua nje kuna mwizi. nilipoamka ni ilipokuwa hivyo mimi ni, nikarudi ndani kwanza nikalala, ni nilipopiga kwanza, nilipiga simu kwa balozi, nikapiga simu kwa majirani, simu baadhi ambazo zikawa azi ndani simu ndani hazipatikani ilivyo kwa hivyo hebu amka tena mwenzangu nikaamka tena saa kumi na moja kuna dawa ambayo alikuwa amempa huyu mtoto ya kunywa asema hii dawa namkata laini kwa sababu watakapokuwa wanakuja kumchukua kwamba wakamtumikishe huko. Watafika hapa, hiyo line haipo. Imekaa tu. Yaani ni kama simu ninavyotumia hizo simu kutoa line ni mawasiliano hayapo. Kama wenyewe ndio hivyo hivyo. Ndio kwa mielekeza hivyo. Ndio ikatokea hivi. Eh, ndio imetokea hivi. Yawezekana line wanayotumia wao si kama wanakuwa ni majirani hapa, maanake yeye jinsi alivyokuwa hapa anasema yeye hapo majirani wawili ndio, na yeye anatumia line hiyo, yeye akai mbati sana kaa huko ngapo na wewe ulianza lini kuangaikia sasa ili mwanao awe na afya njema? Nimeanza muda mrefu. Nimemhangaikia ila majibu ndio kama hivi akawa. Bado anaendelea sio mazuri. Ndio huyu dada akawa anapita tu kama msamaria mwema tu. Ndipo alivyoiona hiyo hali. Kwanza nitibia mi kwanza mguu. Mguu si unauona? Ulivimba sana. Ndio akaniona pale stendi akasema kuna daktari mwingine aliyeniona pale stendi akasema huo mguu ni hatari, mbona hiyo kama ni figo zinaferi. Mimi sikuafiki kitu kama hicho, nikasema mimi sijawahi kunywa pombe wala sumu, kusema figo ni kitu ambacho mimi siwezi nikakubaliana nacho. Akasema naomba nikuchukue, naenda na na kukutibia. Wapi kifanya, nimeshambia na dawa za mtu mmoja. Naona tu ni Mungu wewe, dada ni una Mungu wako, na mimi Njombe ni mtu mgeni, ni mara ya kwanza kufika hii Njombe, alafu napita hapa nakukuta wewe mwenye tatizo kama hili. Nikasema sawa, nikapanda gari pale, nikaenda kifanya fika kifanya, kifanya, kifanya. Sasa nimefikia mimi kwa mwananchi kwani huku huna ndugu? Ningesema mimi na ndugu, akasema basi, naomba kama una ndugu uende au kwa ndugu yako, chukua namba ya simu na ya boda boda, nenda kasugue huo mguu. Mimi naanza matibabu, naanza kunyonya kwanza sumu ili huo uvimbo fanye ninipotee. Ningesema sawa, kaanza kunifanyia matibabu pale. Alivyonifanyia matibabu kama siku nne hivi, huyu dada akajitokeza, na yeye ni mtu mgeni tu, atujuani naye, akafikia nyumbani kwetu, akasema mimi nimefika hapa, nimekuja kuuza samaki. Kwanza katamaki sana. Kuna mdogo wangu ambaye mtoto wake ni mlemavu ni mlemavu, ana miaka kama sita, ni mtu wa kulala tu basi. Yani ukimwangalia kama mlemavu, mlemavu huwa anatoa udende, lakini mtoto sio mlemavu wakaongea pale na yule akaisha. Sasa wakaingizia na swala kwangu kwamba kwa kuna dada naye amevimba mguu hivi, yupo nyumbani kule. Amekuja juzi akabinyabinya mguu, akasema sio figo, ni figo ambayo ya kutengenezwa, imetengenezwa tu hii figo mimi na kama yeye na huyu anakuhudumia, na mimi naomba nikuhudumie kwa nafasi yangu, ila najua tu ni Mungu tu sana, na naomba rudeo sana, naomba nilale. Nimesema huko Njombe hapa mimi sazi usiku, siwezi kwenda Ludewa naomba nilale. Ndo anafika ndo anamkuta tena huyo, akasema, ah, kumbe unajaribu tena kama hili. Akasema ndio. Akasema hapana, na yenyewe nitahangaikia kadri ya uwezo wangu nitakapofikia. Ndo akawa ameanza kumshughulikia juzi, hiyo juzi alivyomshughulikia, majuzi juzi akaenda tena kifanya kumhangaikia tena yule, mtoto yule akasema, mimi sielewi nilichotumwa na Mungu juu ya familia hii sielewi, ila naomba tu mimi najitolea nitakutumia kadiri ya uwezo wangu, ndo aka ameenda hiyo majuzi hiyo, ndo leo najitokeza tena hiyo, maana kama amesema kwa huyu, huyu wanamtumia kama kiuchao, wanamtumikisha. Sasa nakata hii laini ila najua lazima kuna mtu atakuja tu, watamtafuta, mbona hii laini imepotelea, ime, ime, wapi? Ndio kama ndokamaii